Maeneo ambayo serikali kuu ingependa sisi sote kwa pamoja kama halmashauri tungane kuhakikisha tunayasimamia ili kutomwangusha rais wetu Dr Samia Suluhu Hasan kutekeleza yale aliyowaahidi wananchi na yale ambayo amekwisha kuyafanya ameyafanya kwa kiwango ambacho wa wasiompenda na wanaomchukia wakakuta kwamba sasa hawana agenda. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu waziri Kutabu, ingia, kwa sababu mwanzoni rais anapoingia kwa dharura walitegemea kwamba kwenye eneo la maendeleo mheshimiwa rais angekwama. Rais akukwama, akafanya zaidi ya matarajio, akafanya zaidi ya ilivyokuwa imefikiriwa na sasa hiyo haikuwa agenda maeneo ambayo wote tunajua mheshimiwa rais kwetu hapa Simanjiro aliyasimamia na akayafanya kwa mafanikio ni pamoja na maeneo ya utoaji wa huduma kwa jamii kwenye eneo la afya na elimu. Kila mtu anajua, pamoja na madai ambayo bado tunayo tumezungumzia shule shikizi mpya zilizoongezwa zaidi ya ishirini zote hizi zimeongezwa wakati rais akiwa ni Dokta Samia Suluhu Hassan, yakaongezwa madarasa kwenye shule, lakini ndio kwenye maeneo yasiyofikika na mengi yalikuwa ni ya wafugaji. Yeye akiwa rais yakajengwa, japokuwa na sisi wenyewe wananchi sehemu nyingi pia tuliunga mkono. Kazi kubwa ambayo Samia Suluhu Hassan ameifanya ya kuongeza madarasa na shule imemtengenezea deni ni deni ambalo amelikrieti kutokana na bidii yake. Yaani, leo hii tunadai walimu, leo hii tunadai vitabu. Kwa nini tunadai? Kwa sababu madarasa yameongezeka na watoto wanaenda shuleni bila kulipa ada kama alivyokuta akiwa makamu wa rais na sasa rais. Kwa hiyo waendaji shule ni wengi mahitaji ya walimu ni makubwa zaidi sasa kuliko watoto wetu na madarasa tulio nayo haya. Ni matokeo ya kazi nzuri ambayo Samia alikuwa ameifanya, na kwetu Simanjiro ameifanya vizuri. Leo hii, waheshimiwa madiwani, tunadai wataalamu wanasu kwenye sekta tofauti tofauti. Kwa nini tunadai? ekuwa Simanjiro iko vile vile kama alivyoikuta, kwa maana kwamba hospitali ya wilaya, kituo cha afya cha Mererani kile kimoja, kituo cha afya cha ukesimeti kimoja, na kituo cha afya cha Naberera. Ukawachukua wataalamu tulionao, daktari simama, DMO, tuna madaktari MD wangapi? Ah, ah, wilaya nzima MD Woko sita wako ma wale wasaidizi ambao tunaitaiawa, sitaki nikushambulia, hilo sio sahihi, kwanza ni wachache. Nikimuuliza sialima wangapi, walimu wangaiapanajua tarijiu lakini zaidi ya wangapi? Zaidi ya hamsini. Tuna manei wangapi?

lakini leo ni changamoto kwa sababu Samia atatizo sasa. Rais wetu amejenga vituo vya afya vingi mno Simanjiro na amefanya hivyo achii, alivikuta vitatu. Sasa viko ngapi? Nane, kaongeza vitano. Tunaelewana? ni kama baba unakufanya maamuzi nyumbani kwako. Ulikuwa naichika nyumba kadogo vile nyumba vyetu vya bi, asili vilekana sebule chumba cha kulala na jiko. Mwisho umejenga nyumba ya maana ya kisasa Unarudi unakuta mke amenunu umenunua nini? Anasema hii nyumba haiendani na fencha zilizopo ndani, hizi fencha, kosa lako, umejenga nyumba bora inahitaji fencha bora. Ndicho alichokifanya rais wetu kwenye eneo la elimu na afya. Naendelea kutoa wito, hii miundo mbinu iliyojengwa lazima tuhakikishe inatoa huduma kama ambavyo serikali inakusudia. Madiwani, tusimamie watoto wetu wakienda shuleni, walimu wetu waliopo wawafundishe, lakini nazisi, na sisi tujue namna ya kuishi na hawa walimu na kuwajengea mazingira mazuri, ili kwenye mazingira yetu waliyo wawe na motivation na motisha ya kufundisha watoto, wapate kile ambacho rais anataka na serikali kuu inataka. Kwenye afya huko ni very sensitive, kwa sababu tunatoa matokeo ya hapo hapo. Tumejenga vituo vya afya, lakini je, wananchi wakienda kuhudumiwa kwenye zahanati na kituo cha afya, wanapata huduma wanayotarajia? Sisi ambao ni wawakilishi wa wananchi tunaotokana na chama ambacho kina serikali iliyoahidi wa tuhakikishe waganga wetu wanakuwepo vituoni na wanatoa huduma inayotarajiwa. Lakini pia kwenye kuhakikisha wanatoa huduma inayotarajiwa, pia sisi wenyewe tusiwe sehemu ya kikwazo ama kuwakwaza hawa waganga wetu wakashindwa kufanya yale yanayotarajiwa na wakatoa huduma chini ya kiwango.